katika nchi ya Tanzania ni kuhusiana na ile barua ambayo imeweza kutolewa na shirikisho la soka barani Afrika CAF kuhusiana na swala la na kufungia uwanja wa Benjamin Mkapa kutokana na kwamba uwanja huo umekuwa ukituamisha maji mara kwa mara kuelekea katika mchezo wa Simba dhidi ya RS Berkane, mechi ya mkondo wa pili inayotarajiwa kuchezwa siku ya Jumapili, yani tarehe 25 mwezi Mei mwaka 2025, basi imezua hofu kubwa unawezekano mkubwa mchezo huo uchezwe katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa sababu mamlaka, wenye mamlaka wenyewe CAF tayari wameshasema kwamba uwanja huo kwa upande mwingine unatuhamisha maji, lakini Simba wameweza kuandika barua ya kwa pili wakiamini kwamba kwa, kwa upande mwingine wameshaanza kuuza tiketi, kwa hiyo tiketi ambazo wameuza kwa mashabiki wao ni nini watakwenda kuambia, kwa sababu tayari taarifa ya mchezo huo ilikuwa ni kuchezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa, bila kusahau kwa upande mwingine Simba Sports Club wameweza e, kusema kwamba e, mchezo huo unakwenda kuchezwa tarehe 25, lakini kutokana na taarifa ambayo imeweza kutolewa na mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania kwamba tarehe ya mchezo huo e, ni 25, lakini kuanzia tarehe 23 mpaka tarehe 26 jijini Dar es Salaam hakutakuwa na, na hakuta mvua. Kwa hiyo tunaona Simba wanaamini kafu watakwenda kuwasikia ombi lao na kuleta mchezo huu katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Taarifa za ndani kabisa ni kwamba rais wa shirikisho e, la soka nchini Moroko ambaye ndiye anayemiliki klabu ya soka ya RS Berkane ndiyo yuko nyuma ya mchongo mzima, kwa sababu mara ya mwisho Mwarabu kuja katika uwanja wa Benjamin Mkapa, yani RS Berkane alichezea kichapo e cha mabao cha bao moja kwa sufuru, ba bao la kileo la Pape Osman Sako. Kwa hiyo tunaona kwa upande mwingine imekuwa ni hofu kubwa kutoka e, kwa hapa nani Waarabu ambao kwa upande mwingine tunaona wanakwenda kusimamia mechi ya mkondo wa pili dhidi ya Simba Sports Club. Sasa kupitia Kretus Magori ambaye ni jasusi huyu wa klabu ya soka ya Simba Sports Club ambaye mara kwa mara amekuwa akihusika katika e, ni mkurugenzi wa wajumbe wa klabu ya soka ya Simba ameweza kufunguka maneno mazito CAF. Cha kwanza anasemaje? Kretus Magori anasemaje? Simba wameshauza zaidi ya tiketi elfu kumi na mbili kuelekea katika mchezo wao dhidi ya RS Berkane tarehe 25 mwezi Mei 2025. iia inakuwaje, CAF wanabadilisha uwanja kuupeleka Zanzibar? zanzibar ni uwanja ambao unaweza kuchukua mashabiki elfu kumi na tano tena kwa upande mwingine wanabadilisha mchezo huu kwa sababu ya hali ya hewa kwa, kwa nini hiyo factor ni ya kuogopa kwa hiyo ameweza eh, kuomba kwamba CAF kwa sababu mamlaka ya hali ya hewa imeshathibitisha tarehe hiyo haitokuwa na mvua basi waweze eh, kurudisha mchezo huu jijini Dar es Salaam lakini Ketus Magori haikuishia hapo akaweza kwenda katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwenda kukagua na kuposti picha akiwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa, kisha akapatanisha na ujumbe unaosema hivi, Rais wa CAF Bwana Potis Mosope. Picha na video hii imechukuliwa sasa hivi kwenye uwanja wa Mkapa. Uwanja huo katika uwanja huko katika hali nzuri. Mheshimiwa Rais, watu wako wanakudanganya kuhusu uwanja. Tunajua RS Berkane ni wa nani, lakini sisi Simba na Watanzania hatuko tayari kwa hili ameandika mjumbe wa bodi ya wakurugenzi Simba Kretus Magori kupitia ukurasa wake wa Instagram. Lakini haikuishia hapo, Kretus Magori akaweza kuposti barua ambayo RS Berkane wameiposti kwamba watakwenda kucheza mchezo visiwani Zanzibar na wamewakaribisha mashabiki wao. Na kuandikaje? Kretus Magori anaandika hivi, hii imeshakuwa ni kashfa. Berkane walibook hotel visiwani Zanzibar jana Mei 14. Simba ilipokea barua ya kupendekeza mabadiliko ya uwanja asubuhi ya leo Mei 15. Inakuwaje klabu mwenyeji pamoja na shirikisho afahamu uamuzi wa kafu tangu jana, lakini Berkane analijua, alikuwa analijua? Je, Berkane walikuwa sehemu ya mchakato wa kufanya maamuzi ya kafu? Huyo ni Kletus Magori, kwa sababu ikumbukwe barua ya kafu imekuja leo nchini Tanzania, lakini barua hiyo imetoka hapo siku ya jana. Kwa hiyo Kletus Magori anajua, anaulizaje, imekuwaje Berkane wao wameipata taarifa hiyo mapema, kwa sababu tayari wamesha booking hoteli hapo siku ya jana na Simba wamepata ta, wame taarifa siku ya leo. Kwa hiyo tunaona Simba wanaona kama kuna figisu za hapa na pale, wanataka kutolewa mchezoni dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya RS Berkane. Kwa hiyo Jesus Kretos Magori ndio hivyo, ameuliza kafu maswali kadhaa, na kwa upande mwingine anasema hili halikubaliki.